Lakini sisi ambao hatujafika muda wa kufa, Allah huzitoa nafsi zetu wakati wa kulala. fayumsiku allati qada aleiha almaut, Allah huizuz, huzizuia zile nafsi ambazo zisha hukumi wa kufa hazirudi tena katika viwiliwili vyake. Ndio utasikia mtu usiku, tulikuwa naye hapa ukagana vizuri, twenda kulala, hakuamka bwana wala hakuumwa eh, hey ishazuiliwa nafsi isirudi tena katika mwili wake, wayusilu al-ukhra ila ajalin musamma, na huziachilia nafsi nyinginezo zirudi katika viwiliwili mpaka muda maalum ukifika, wa kufufuka, wa kufa nazo zitakufa. Kwa hivyo hii fursa tumepewa adhima. Kuna watu hakika hivi sasa huko washakutana na hii hali katika familia zao, wamelala hawajaa wanaandaa mazishi hivi sasa, mazishi ya saa nne au adhuhuri. Sisi tumerudi maanake, hii ni fursa nyingine mpya ya kuja kuengeza pale tulipopunguza, au ya kuomba msamaha pale tulipoharibu. Katika muda huu mfupi, tutapeana faida ya maneno ya Alimam Bnulqayim rahimahullah. Naomba tusikilize vizuri maneno haya na tuyape upeo wake

Wapo katika madaraja matatu tofauti. Daraja la kwanza ambalo ni dogo kuliko yote la wachamungu ni himayatu alqalbi waljawarih, ni kuvilinda na kuvihifadhi moyo pamoja na viungo, viungo vyote macho, masikio, mdomo, tumbo, mikono, miguu, kuvilinda na kuvihifadhi viungo hivi kutokamana na ma madhambi. Yani mtu yuko katika kujikontrol na kujibanabana, asishiriki katika dhambi, na hayo huanzie moyoni. Moyoni anasema ndio kama injini ya kuendesha mwili wa binadamu.

ala wahiya alqalb, fahamuni, kipande cha nyama hicho ni moyo. idhan himayatu alqalbi awwalan, kulinda na kuhifadhi moyo. Usipende madhambi, usishiriki katika kufikiria madhambi, ili viungo navyo vizidi kuhifadhika katika hilo. Asema rahimahullah, fakama anna at-taqwa majlabatun lirizqi fatarku taqwa majlabatun lilfaqr, kama ambavyo uchamungu ni wenye kuleta riziki basi vivyo hivyo kuacha uchamungu ni kuleta ufakiri. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa man yattaqi Allaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la Allah asema atakayemcha Mungu, atakayeuzuia moyo wake na viungo vyake akavihifadhi vizuri kutokana na miji dhambi mikubwa kubwa na midogo midogo, Allah tabaraka wataala atamjalia njia nyepesi za kutoka kwenye matatizo yake. Zaidi ya zaidia hapo, atamruzuku kwa njia ambazo yeye mwenyewe hataraji kwamba mimi riski yangu ingetoka hapa, min ajaibillahi subhanahu wataala. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, na atakayemtegemea Allah kidhati, Allah anamtosha kwa sababu Allah ameahidi, inna Allah balighu amrihi, hakika Allah ni mwenye kulifikisha jambo lake pale anapopataka. Akishakuamua Allah kitu kadhaa kadha, kikufike wewe kitafika kwa njia yeyote, sharti moyo wako na moyo wangu nyooke katika hilo. Man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah likulli shay'in qadara, kwa hakika amejalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila kitu kina makadirio yake. Wewe utapata hichi kuanzia mwaka huu mpaka mwaka huu, ukisha mwaka huu kitapungua au kitaengezeka, yashakadiriwa hayo Yataka wewe tu mtegemea Allah subhanahu wa taala. <tip> fakama anna taqwa, kama ambavyo uchamungu huu umeahidiwa, majlabatu lirizki, kama ilivyo katika aya hizi na nyinginezo. Vivyo hivyo kinyume chake, fatarku taqwa, kuacha uchamungu, kuacha ile hali ya kudhibiti moyo na viungo visimwasi Allah subhanahu wa taala, bali kinyume chake

arrizqa bimithli tarki lmaasi walmuharramat, asema, na hakijawahi kupatikana kitu kikamletea mtu rizki kwa wepesi kuliko kuacha mambo ya haramu na mambo ya maasi. Mmoja katika wenye hikma akasema, akasema katika mwenye hikma Jizuilie kutokamana na maasi, fa innal maasi tuzilu ni'am, hakika haya maasi haya yanaondosha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Akiwa mtu anatumia macho sana kwa kumaasi Allah ahufie, hiyo ni neema hiyo, Allah anaweza akazima nuru ya jicho hafla moja. Umekupa ma macho yangu, nimekupa neema ya macho, kisha metumia kunikera mimi wewe Ahofie mwenye kutumia masikio kumuasi Allah kwa wingi. Ahofie mwenye kutumia mdomo. Ahofie mwenye kutumia mkono. Ni mara moja tu kutoa amri viungo vipooze vikapooza. Akikasirika yule ambaye amekupa neema kisha neema ile. Ahofie sana. Fa inna al maasi tuzilu niya. Hakika madhambi yanaondosha zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Idha kala huna al Imamu bin Qayyim

hawa ni wachamungu zaidi. Sasa daraja la pili ni kuhifadhi moyo na viungo kutokana na yale mambo ambayo hatukufikishiwa katika uharamu, ni makruhu yanachukiza kuyafanya, yaani mambo ambayo kila ukiyawacha ni vizuri, kila ukiwacha ni vizuri kwako. tamakruhu wayowako, maana kuna wengine sisi huambiwa bwana, hili makruh. Moja tuko katika pahala pa kutia udhu. Basi wakati wanatia udhu wanazungumza na mwenzima, kipindi hicho tuko madrasa tunasoma. Tukisomeshwa kipengele hiki au kama hiki, akaja mwingine akawaambia wale wanaozungumza Jamaa, mzungumza nini? Kuzungumza hapo makruhu, kwenye kutia udhu. Tie ni udhu kimya kimya, mwendeni mkaswali, msifanye mazogo hapa. Baada ya kuzungumza pale kwa mastori, makruhu, unachukiza hiyo. Wala kamjibu akamwambia, a, kwa nini ni haramu? Makruhu na bora wajifanya shekhe sana, bwana, hasa makruhu. Tumesoma huko darasani Eh lakini tukasomeshwa vile vilevile, miongoni mwa daraja za mcha Mungu, ule moyo ufikie kuliona lile la makruhu, pia halitakiwi kufanya. Si kwamba makruha, hata hili halitakiwi kufanya. ikifikia hapo mtu aliona la makruhu nzito kwenye haramu, atakuaje? mwelewa sio? ikifikia mtu la makruhu aliona zito, lampadhiki kwenye nafsi yake, subhanallah, nimefanya hivi vipi?

ni mtu kufanya mambo ambayo hayana faida yoyote, tija hayana tija, wama la yani wala hayahusu, yani hayamhusu, yani. Na neno fudhuli pia vile vile laingia katika lugha ya Kiarabu, mtu kuingilia mambo yasiomhusu, wa ndio waswahili tukasema huyu fidhuli. Neno fidhuli lipatikana humo katika lugha ya Kiarabu, alfudhuli, yani mtu kuwa na tabia ya kuparamia paramia mambo yasiomhusu ovyo yani ovyo hovyohovyo okay. Mambo si katika mambo ya haramu moja kwa moja wala si katika mambo ya makruhati yaliyotajwa katika sheria moja kwa moja, lakini haikuhusu wewe kuipeleka nafsi yako pahalapale, ile nafsi yako ukaizuia na viungo vyako ukavizuia, visifiki katika yale mambo ya fudhul na mambo ambayo hayakuhusu <coughs> kadiri na yale mambo ambayo yanakuhusu na yana faida, na wewe nisilo kuhusu waacie watu kwa sababu yasiyohusu upoteza muda bila sababu. Asema limamu Ibnul Qayyim mwenye kuzikamilisha daraja hizi tatu atapata faida tatu. Fa lula asema lile li daraja la mwanzo la kulinda moyo na viungu kutokana na madhambi na mambo ya haramu jambo lile taksibuhu hayata, lile ndo litampatia mtu uhai. Kana kwamba mwanadamu amekufa, kana kwamba sisi sote ni wafu. Ili tuhesabiwe angalau tuko hai, basi tufike katika daraja la kwanza, tuwe ni watu wenye kuyakwepa madhambi na maasi, ndio angalau tupate levuli ya sisi kuwa ni watu hai, viumbe hai lakini wakati sisi ni viumbe hai, kila mmoja nagonjwana tuko hai, lakini huyo nagonjwa hili huyo na maradhi haya huyo na balaa hili. Basi bila shaka tunahitaji kitu kitakachotuletea afya katika miili yetu ili tuweze kufanya kazi vizuri. Alhamdulillah tuko hai, lakini huyo kwa tusumbuana, huyo msumbua huyu kwa hili, kwa kupeana misaada ya maradhi. Sasa tupata wapi afya? Asema wa thania, na lile jambo la pili taksibuhu sihatahu wa quwatahu, ndio sawa na kumpatia mtu afya na nguvu. Lile la mwanzo ndo kwanza yuko hai, ndo binadamu anajitambua mambo ya madhambi na haramu yeye hayu, lakini akisogea mbele, hata mambo ya makruhu pia sasa hapo ndio wamekuwa katika afya madhubuti. Binadamu ana afya, anatembea na kwenda anarudi, na ana nguvu vizuri. Lakini inawezekana mtu akawa na afya lakini hana furaha mzima. Ana afya, anakwenda lakini na kwenda anarudi, lakini bado ana misononeko ya nafsi, kutokana na harakati mbalimbali za maisha zinavyompelekesha. Asema Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa thalitha taksibuhu sururahu wafarhahu wa, wa bahjatahu. Hili daraja la tatu la kujizuia wewe kushughulika na mambo ya kifadhuli na mambo yasiyokuhusu. Hili daraja hili la tatu litakupatia wewe furaha na bashasha ya moyo na bashasha ya uso. Sasa uko kwenye uhai na una afya nzuri na una furaha ndani ya moyo wako, kwa sababu ukishughulikiana mambo ya watu man tadakhala fi ma la ya'nihi aha wajada ma la yurdhihi, atakaingilia mambo ambayo hayahuhusu hupate yasiyomridhisha. Sasa watu wengi hukosa furaha kwa sababu ya mambo kama haya. Sasa Imamu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala asema daraja hizi tatu za uchamungu zina faida hizi tatu, kwanza kumfanya binadamu kutambulika, huyu kiumbe hai lakini aweza kuwa hai, alafu mgonjwa, maradhi hajiwezi. Akija katika daraja la pili, nikana kwamba yupo katika level ya watu wazima wenye afya zao, lakini pia awezekana ikawa bado ana dhiki za nafsi, katika hali na zile na zile. Akifika kwenye daraja la tatu, lile ndio lamletea furaha na saada katika nafsi yake, anaishi kuliko tofauti na watu wengine, naishi hivi ndivyo walivyo wachaguu na wao pia wametofautiana katika madaraja yao kama haya, na Allah tabaraka wa taala anasema kwa kumalizia: ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum, enyewe sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja na tunakujalieni mataifa na makabila mbalimbali ili mpate kujuana, tu maisha yaende kwa wepesi, tupate kujuana kwamba mimi nikitaka kuoa kabila hili hawana maadili mazuri, au nikitaka kizazi kingi, Mwenyezi Mungu aniruzuku kabila fulani lasifika kwa uzazi, hivyo tu tupate kujuana, watu fulani ukiamiliana nao kwenye biashara Mwenyezi Mungu ubariki, kweli kweli wana uchangamfu kwenye biashara, watu fulani huwa vivu, hivyo tutupate kujuana. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Hakika mbora wenu mbele ya Allah Subhana wa Ta'ala ni yule mcha Mungu zaidi kuliko nyote. Kwa hivyo kwenye hilo la uchamungu kwanza tufike, kisha baada ya kufika tushindane kutoka kwenye daraja kwenda kwenye daraja mpaka watu wafiki katika